Silverline City, mji wa usiku, taa na tamaa. Ulikuwa ule wakati wa mwaka ambapo kila kona ilikuwa iking'aa kama dhahabu, magari ya kifahari yakipita, muziki ukirindima kutoka kwa vilabu vya baharini na hewa ikijaa harufu ya pombe na manukato ya gharama. Mwaka ulikuwa unafikia tamati na watu walitaka kufuta huzuni zao kwa sherehe. Hapo ndipo Aisha msichana wa miaka ishirini na miwili mwanafunzi wa chuo kikuu alifika. Alikuwa amekuja Silverline City kumtembelea binamu yake aitwaye Neema ambaye pia alikuwa anaishi pale. Msichana wa fashion, msichana mwenye marafiki wengi na pia anayependa nightlife kuliko amani ya nyumba. Usiku wa tarehe ishirini na nne Desemba, Neema aliingia chumbani akimkuta Aisha akisoma Biblia yake ndogo. Ai Aisha, leo ni krismas eve bana, Aisha, hizo maandiko kwanza. Hii ni Silverline City, sio kanisa la chuo. Aisha alicheka kwa upole. Mimi sijazoea hizo kelele zenu, Neema, mimi siendi mahali. Lakini Neema hakukubali. Please tuende tu, just this one night, kuna pati kubwa sana the Palm Lounge, watu wakubwa watakuwa pale. Wacha ni kufanye mrembo kidogo. Ya saa moja ya kushawishiwa, Aisha alikubali. Alivaa gauni jekundu lililomkaa mwilini vizuri Nywele zikang'aa, midomo ikang'aa na lip gloss. Kwa mara ya kwanza hakutaka kuonekana msichana wa chuo, alitaka kuonekana mwanamke. The Pearl Lounge ilikuwa imejaa taa za bluu, nyekundu na dhahabu zikicheza ukutani, muziki wa Burna Boy na Davido ukichanganya hewa, watu wakicheka, wengine wakibusiana kwa pembe. Na pale katikati ya umati macho yake yakakutana na macho ya mwanamume mmoja aliyeketi sebuleni ya VIP. Alikuwa na suti nyeusi, saa ya dhahabu na mwonekano wa mtu anayejua anatawala dunia. Jared. Alimtazama Aisha kwa muda mrefu bila kupepesa macho, kisha akatabasamu, tabasamu la hatari lakini la kuvutia tena sana. Baada ya muda mhudumu alimwendea Aisha na kusema, Excuse me, madam, kuna mtu VIP anataka uende mezani kwake. Neema akakataa, we, Aisha usiende, wale ni watu wa pesa za giza. Lakini moyo wa Aisha ulikuwa tayari umenaswa. Alinyanyuka taratibu, akapiga hatua ndo na kila hatua ikasikika ndani ya moyo wake. Alipokaribia meza ya Jared mziki ulionekana kupotea. Karibu, Jared alisema kwa sauti tulivu, nilikutazama tangu uliingia, wewe si kama wengine. Maneno haya yalijipenyeza moyoni mwa Aisha. Saa chache baadaye waliondoka wote, wakiwa wamecheka, wakipiga picha na kuonekana kana kwamba wamejuana miaka mingi sana. Siku ziligeuka wiki. Jared alimchukua Aisha kila siku kwenda kula hoteli za kifahari, alimnunulia nguo, viatu na simu mpya, alimfanya kuhisi kama malkia. Wakati Aisha alitoka kwao, aliahidi familia yake kwamba atakuwa makini mjini, lakini sasa alihisi yuko kwenye ndoto nzuri isiyoisha. Wewe ni tofauti, Jared alisema siku moja wakiwa kwenye jahazi baharini. Hata sijui nilikujuaje lakini ninakupenda. Na mimi nakupenda sana Aisha, Jared pia akajibu kwa sauti ya chini, lakini kumbuka mapenzi halisi yanahitaji kujitolea, alisema hayo akimshika mkono kwa nguvu kidogo kama onyo lisiloelezwa. Wiki chache baadaye, Jared alimwambia Aisha, nataka uwe karibu nami, usiishi tena na binamu yako. Aisha alishangaa, sasa mimi nitakaa wapi? Alitabasamu akampa funguo. hii ni nyumba yako, nimekupa mali Aisha, maisha yako lazima yawe tofauti. Aisha alilia kwa furaha. Nyumba hiyo ilikuwa katika eneo la Crystal Heights, mahali ambapo matajiri wa Silver Line wanaishi. Kila kitu kilikuwa kisafi gali na cha kisasa. Kwa mara ya kwanza Kana kwamba maisha yake yamebadilika kweli. Lakini muda mfupi baadaye, Jared akaanza kuleta maombi ya ajabu. Usiku mmoja alimwambia Aisha, kuna kitu kidogo nataka tufanye, ni sehemu ya tambiko la upendo wetu, hakuna cha kuogopa Akamwambia achemshe maji ya ross, asome maneno ambayo hakuelewa, na pia na pia, aweke tone moja la damu yake kwenye kikombe cha glasi. Aisha alicheka kidogo, we, una mchezo sana Jared, sasa hizi ni gani tena? Jared akamwambia ah, hii ni ishara ya uaminifu, hakuna upendo hapa kama hakuna kujitolea. Na kwa sababu Aisha alimpenda, alifanya hivyo. Hapo ndipo mlango wa giza ukafunguka. Siku zilizofuata Aisha alianza kuona mambo ya ajabu. Kivuli kikitembea chumbani usiku, mlango wa jikoni ukijifungua wenyewe, na mara nyingine sauti ikimwita kwa jina lake, Aisha. Alijaribu kumwambia Jared, lakini Jared akamnyamazisha. "Usiwe na hofu, hizo ni nguvu za mapenzi yetu zikikuzunguka tu, zinafanya kazi." harufu mbaya tena ikaanza ndani ya nyumba kama kitu kilichooza. Aisha alihisi mwili wake ukibadilika, ngozi yake ikaanza kukauka, nywele zikinyonyoka, na harufu mbaya kutoka kwake mwenyewe Alijaribu kuficha akitumia perfume, sabuni gali, lakini hakuna kilichosaidia. Watu alipoanza kumkwepa, alijifungia ndani ya nyumba yake. Siku moja, Jared hakupokea simu. Aisha alijaribu kwa mara nyingi sana bila mafanikio. Alienda nyumbani kwake, walinzi wakamzuia. Bwana Jared alisafiri, walimwambia hivyo, na ni safari ya mbali Hakukuwa na namba nyingine, hakuna taarifa. Ndoto zikageuka jinamizi. Aisha alianza kulia usiku mzima, akimwomba Mungu amsaidie, lakini usingizi haukukuja. Sauti zile zile zilianza tena, ulishatoa damu, sasa ni yetu. Aliamka usiku mmoja akiona mikono mirefu ikijitokeza ukutani ikimgusa shingoni. Alilia lakini hakuna aliyesikia. Siku moja Neema alifika akakuta nyumba ikiwa kimya na harufu kali ya kuoza. Aisha alikuwa amekonda, macho mekundu, ngozi ikipauka. Aisha, Mungu wangu, ni nini kimekupata? Ni mapenzi Neema, Aisha akajibu kwa sauti dhaifu, nilimpenda vibaya Jared, nilimpenda hadi roho yangu ikaisha. Neema alichunguza, akaenda kwa mchungaji mmoja, kupitia kwa maombi na taarifa za watu wa zamani wa Jared, waligundua ukweli. Jared alikuwa mwanachama wa kundi la siri. Utajiri wake ulitokana na sadaka za kibinadamu, na Aisha alikuwa sadaka ya mwisho. Ile damu aliyotoa usiku ule ilikuwa mhuri wa roho yake, ndiyo maana alihisi kuoza. Roho yake ilikuwa ikivutwa polepole na nguvu za giza. Miezi michache baadaye Aisha alipotea. Nyumba yake ilibaki tupu, mlango wazi, na kioo chenye damu kidogo juu ya meza. Jirani mmoja aliapa kumwona usiku mmoja akiwa amesimama dirishani akilia kimya kimya, huku akisema, nilitaka tu upendo, sio utajiri. Baada ya siku chache Aisha alipatikana kama amejitoa uhai. Kisa na maana, yeye alikuwa anaozia ndani, na hii yote ilikuwa furaha ya Jared kwa sababu yeye alikuwa amepata sacrifice yake, utajiri wake uongezeke. But kwa kina Aisha wao wameomboleza, kwa sababu wamepoteza mtoto wao, rafiki yao, na pia dada yao, kwa ajili tu ya mapenzi na tamaa, na kutosikiza onyo la rafiki yake. Na kwa hivyo Mapenzi ni zawadi lakini si kila upendo ni baraka. Kuna mapenzi yanang'aa kama dhahabu, lakini ndani yake kuna sumu ya giza. Aisha alipoteza kila kitu kwa sababu alifumba macho kwa upendo na mali. Ukweli ni kwamba si kila mtu anayekupa pesa anakupenda, na si kila mtu aliyekununulia nyumba ama anayekununulia nyumba anakulinda, na si kila baraka inatoka kwa Mungu. Kuna mapenzi yanayokuinua na kuna mapenzi yan anayokuzika taratibu, na wakati mwingine giza huvaa sura ya mtu unayempenda zaidi.